Wewe weka hapo, mimi nitanani hapo, haina shida <coughs> au toa hiyo, weka hii sakti yetu. Ndo kama inavyoonekana hivi, tayari wanafunzi hapo washapitishapitisha waya, kwa hiyo hapo ndio inabidi tuunge sasa. Kwa hiyo hapa ndo tunapo tunapofanya ufundi, ufundi ndo upo hapa. Ukifanya mm-hmm. makosa basi makosa yanakuadhibu. Kwa hiyo sasa tunaenda kuunga kama tunavyoona, hii switch ya taa hii hapa, switch ya taa hii hapa, switch socket hii, huko ndo taa yetu <coughs> Kwa hiyo sasa kama hii ndota yetu tunaanza na junction hii hapa. Tulisema wanafunzi hapa wako wanne kwenye hii meza ila mmoja ametoka kidogo, lakini kila mmoja alikuwa na junction yake taa moja, kuasha taa moja na socket. Kwa hiyo sasa hapa ndo ninaelekeza kila mwanafunzi mmoja, ninamuelekeza kwenye junction yake. Kwa hiyo na wewe mwanafunzi ambaye unanisikiliza, unatazama, nisikilize kwa umakini na naamini utaelewa kwa sababu hapa kila kitu kinaeleweka na lazima unielewe. Na kama hujanielewa, unaweza ukatuma comment hapo kwamba bwana nirudie uh-huh, lakini kwa faida zaidi jiunge kwenye grupu langu la WhatsApp ambalo utapata kujifunza zaidi na kupata uhuru zaidi wa kutumiwa kile ambacho utakuwa unakihitaji kukijua na usipovijua, nikianza na hii junction hapa. Tunaanza sasa, tunachukua huu waya mwekundu, waya mwekundu wa taa live, waya mwekundu wa taa, wa taa tunaunga na mwekundu wa swichi ya taa ambayo tunasema ni swichi waya. Umeelewa? Kwenye, kwenye swichi ya taa au kwenye swichi ya kuwasha taa hatuna neutral. Ni swichi waya maana tunaunga na, na swichi waya ya swichi waya ya swichi ambayo ni hii hapa ambayo hii ndo swichi waya, au kwa lugha rahisi ili unielewe, au unielewe mwanafunzi wangu, ni nyutro, ni kwa lugha rahisi ambayo watu ameizoea, lakini kwenye mifumo yetu ya, ya umeme hatuna nyutro kwenye swichi ya taa, tuna swichi waya. Tukishaunga hii, tunakuja tunachukua nyutro hii ya holda ya kwenye taa, nyutro ya kwenye taa hii tunaunga na nyutro.